Kulingana na takwimu tulizo nazo na za kidunia, asilimia zaidi ya 75 ya watoto wenye selimundu huwa wanafariki kabla ya kufikia umri wa miaka mitano. Ndio maana wengi wao hawafiki umri wa utu uzima. Na kinachochangia zaidi ni kwamba wazazi wanashindwa kujua ni nini kinachomuuma mtoto na mara nyingi wanawapeleka katika tiba mbadala ambazo kwa kiasi kikubwa hakiwezi kuondoa tatizo. Hivyo basi tunawasihi mtumie nafasi zenu kutenga angalau dakika tano kwa siku kuelimisha jamii kuhusiana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kabisa. Mtoto wa selim, anayezaliwa na tatizo la selimundu inamaanisha kwamba ni tatizo lake la maisha, labda tu itokee okay, fursa akapata bahati ya kupatiwa matibabu ya kupandikiza uboho au, tunawasema pale, wanasema kuweka bone marrow. Na huduma hii kwa sasa inapatikana katika nchi yetu pale ya hospitali ya Benjamin Mkapa, na hii gharama ya kupandikiza uloto au uboho kwa mtoto ambaye ana selimundu ni takriban shilingi milioni sabini na tano za Kitanzania, na kila mwaka zaidi ya watoto elfu nne wanazaliwa na tatizo la selimundu katika nchi yetu. Kwa takwimu zetu za kidunia, selimundu ni ugonjwa ambao unaathiri za mamilioni ya watu, na kwa upande wa Tanzania katika hali ya kidunia ni nchi ya tano kwa kuwa na wagonjwa wengi zaidi wa selimundu, na ni nchi ya nne barani Afrika kwa kuwa na asilimia zaidi ya ishirini ya wagonjwa wa selimundu. Hivi ni tatizo ambalo ni kubwa. Na ugonjwa huu umeathiri zaidi wakazi wa, wa maeneo ya kanda ya ziwa na hata hapa kwetu upande wa Dar es Salaam, kwa sababu ni eneo ambalo watu wa jamii tofauti wanakutana katika jiji la Dar es Salaam. Basi ugonjwa wa selimundu ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanawaathiri wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya selimundu duniani yanafanyika kila tarehe kumi na tisa ya mwezi wa sita na kwa mwaka huu kitaifa yatafanyika katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana siku ya kesho. Na siku ya kesho kutaambatana na zoezi zima la kupima watoto watu wazima, kuangalia kama wanabeba vinasaba vya selimundu, na wale ambao wana ugonjwa wa selimundu watapata nafasi na fursa ya kupata matibabu kwa kukutana na madaktari bingwa. Mgeni rasmi anatazamiwa kuwa katibu mkuu wa wizara ya afya ulipa uzito swala hili kuhakikisha kwamba tunapata fursa ya kuzungumza na wananchi wa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kuhusu kujenga uelewa na utayari wa watu kuchukua hatua ya kupima kujua kama wana vinasaba vya sikoseli au la, na pia tulijenga utamaduni wa watu kwamba kabla ya kuoana basi angalau waweze kufahamiana, hata kuchukua angalau taarifa kidogo, kujua kwa mwenzi wako kama kuna mtu ana tatizo la sikoseli au selimundu. Kishaweza kujua kama kuna jambo kama hilo, basi mfike hospitalini mpime ili kiwezekana basi yale mahusiano yaishe mapema kabla ya kufika mahali ambapo unaweza kuzaa watoto ambao wanaweza kuwa ni changamoto kwao wenyewe, wanapata changamoto lakini pia mzazi. Wakati wote mtoto wa sikoseli hawezi kuamua wakati gani ataugua, iwe ni usiku iwe ni mchana, muda kwa muda mwingi sana unaweza kujikuta kwamba unatumia kufika hospitalini. Endapo ikitokea baba ana vichembechembe au vinasaba vya huu ugonjwa wa selimundu na mama anavyo wanapoweza kuishi pamoja wakamzaa yule mtoto, basi atatokea mtoto ambaye anaweza kuwa amebeba vichembechembe au ana ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unarithi kutoka uh, uh, mzazi kwenda kwa mzazi na kwenda kwa mzazi mwingine. Ili mtoto aweze kupata, basi wazazi wawili wenye vinasaba au vichembechembe vya ugonjwa wa selimundu wakikutana wakaweza kutoa mtoto, anaweza kuwa na ugonjwa au akabeba vichembechembe. So mtoto akisha kuwa na vichembechembe au akabeba ugonjwa kabisa ukuaji wake utakuwa na changamoto. Kama tunavyojua, kwenye kukua mtoto kuna kukua kimwili lakini kuna kukua kwa maendeleo. Kwa hiyo ukuaji wake kwa maendeleo kama alivyosema dokta awali wa damu utakuwa na changamoto hasa kwa sababu damu tunategemea ndio bebe virutubisho, damu izungushe oksijeni na kila kitu. Lakini ikiwa na changamoto basi kila stage ya ukuaji wake itakuwa na changamoto. Na pia tunajua kabisa kwa kawaida Watoto chini ya miaka mitano wanapata changamoto mbalimbali, pamoja na kuwapatia kinga, lakini kinga zao zinakuwa hazijaimarika. Sasa ukiwa na ugonjwa huu, basi itaendelea kuzoofisha ile kinga ambayo mtoto anayo. Kwa hiyo kufika miaka mitano inakuwa ni changamoto, kwa sababu mara kwa mara atakuwa anapata maambukizi ya vitu mbalimbali au atakuwa anapata shida ya changamoto yenyewe ambayo ameipata kutoka kwa baba na mama.